Baba Mtakatifu francisco Jumamosi tarehe 12 Aprili elfu mbili na ishirini na tano amefanya teuzi mbalimbali ambapo ni pamoja na mabalozi wa Vatican kwa ajili ya nchi kadhaa kama ifuatavyo: alimteua balozi wa kitume wa Vatican kwa ajili ya visiwa vya Cook, Kiribati na visiwa vya Marshall, Samoa na huko Nauru, Askofu Mkuu Gabor Pinter, mwenye makao ya Velebusdo, ambaye ni balozi wa kitume wa Vatican huko New Zealand, Fiji, Palau na nchi za shirikisho la Micronesia na Vanuatu. Vilevile vile, Baba Mtakatifu Francisko alimteua balozi wa kitume wa Vatican kwa ajili ya nchi za chini Askofu Mkuu Jean Maria Speck mwenye makao ya Sult hadi uteuzi huo alikuwa ni balozi wa Vatican huko Slovenia na mwakilishi wa kitume wa Kosovo katika teuzi hizo. Vilevile vile, Baba Mtakatifu alimteua balozi wa kitume wa Vatikani nchini Ethiopia Askofu Mkuu Brian Udaigwe wenye makao ya Sueli, ambaye hadi uteuzi huo alikuwa ni balozi wa Vatican nchini Sri Lanka. Akiendelea na uteuzi huo, Baba Mtakatifu Francisko Jumamosi hiyo alimteua Kardinali Mateo Maria Zuppi, askofu mkuu wa jimbo kuu la Bologna na rais wa baraza la maskofu wa Italia, kuwa mwakilishi wake maalum katika maadhimisho ya miaka mia moja ya jimbo kuu la Rijeka nchini Kroatia. Na wakati huo huo pia alimteua Kardinali Kazmil Nyesk, askofu mkuu mstaafu wa Woso, kuwa mwakilishi wake maalum katika maadhimisho ya miaka mia moja ya jimbo kuu Katoliki la Katowisi nchini Poland yatakayofanyika tarehe 11 Juni 2025.